Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, na nakukaribisha kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almas Tegaskio. Tuanzie na uko Uvira ambako hali ya usalama imezorota kwa muda wa masaa kadhaa ndani ya mji wa Uvira. Hivyo ni baada ya makabiliano ya bila kujua kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya wazalendo usiku wa siku ya tatu ya wiki tunayo. Kwa jambo hilo, shirika jipya limelaani na kukemea kitendo hicho mara tena Taarifa tunazo ni kwamba yote yameanza mida ya saa tatu usiku, wakati ambapo jeshi la taifa FARDC limeanza kuhamisha vikosi au deployment bila kuarifu wenzao. Habari hii imehakikishwa pia na Neema Fikiri Masimango, mratibu wa shirika jipya la raia kusini mwa jimbo la Kivu kusini pa Uvira, kama alivyoeleza. Fiali ya hali ya sekirite tuko nayo Uvira Fizi, mwa hiyo plateau na jana uh, jana uh, siku ya tatu uh, ilifika masaa tatu ya usiku, milio ya masase liyo, ilikuwa mingi zaidi na ilisikilika sana mukomini ya Kavivira, na ile masase ilikuwa ya wazalendo na FARDC na apres ma intervention nouvelle civile na wengine tulifikilia mema kuita ba viongozi tofauti tofauti na ile masasi ika ikafika mwisho, lakini ilifo kusinyale kwamba tatizo ya masasi kila siku Uvira ina inakuwa kawaida. Kwanza sasa niko naongea na we hapa hapa tu pako mnyalilewa na isha piga masasi tena mkomina akainvira na watu walianza tena kimbia. Donc jana ilikuwa saa tatu ya usiku yenye palikuwa ma incomprehension entre waelema wa kwanza wa FARDC na kelke wazalendo par rapport na movement ya FARDC. Unajua kwamba tena le 25 ya mwezi wa 4, le 24 ya mwezi wa 4, mwezi wa tano tena mwa hii mwezi iliisha wa 4, palikuwa tena fujo palikuwa tena fujo amasase kwa juu ya deployment ya FARDC mumilima hapa muvile ya Uvira, na ile fujo inaonekana ni manque de collaboration, na ndio maana kwa mshirika jipkere tumeamua a partir tena jana jana jana tuliita viongozi na, wa na wakasikia kama walifikilia masase kuisha pour le moment. Ndaweza ambia wakaji wote wa Fizi na wa Uvira kwamba mpaka sai atukuareiste madega, kwa sababu mambo ilipitikana vraiment bahati mbaya iliangaisha watu na ilileta uoga sana, kwa sababu watu walikuwa na deja nazaniae dejaenturnaingia ya Uvira, lakini kanmeme apres le affrontement E, tulifikiria kuita wa viongozi na wakarudia wote kurezo wakati. Hayo a wa kijiri mafikiri mashimango ameongeza kuwa kuto kuwepo na mawasiliano kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo itakuwa kila mara vinyume vingi hasa kwa raia mjini Uvira, kama alivyorejea mara tena no, incomprehension ni kuambia tu raia Uvira na Fizi kwamba au mkongomani wote incomprehension ina ina ina inakuya kumanke de communication, kwa sababu inafika wakati na tushaandikia plusieurs fois

na ile taweza tusaidia tunakuwa napata tunakuwa na mwede problem na tutakuwa nasikia masasi nalia kila wakati. Me, wakati mingi masasi iko nalia unakutana, kepa nakuwa ya movement ya kuwati mwaya ya FARDC na, na wanafanya some deployment yenye wanashindwa kuambia uh, civil bie wa wenza wa, wazalendo na ile ndio naleta tatizo. Kome jana selo wazalendo wenye tulikontakte walionyesha kwamba kesa walifanya movement wakawaza kama ni adui amejongea me ni apre makunde bal joki ya kutana kwamba nisie sie sie kusie peke na wakwambia kwa wakambia kwamba FARDC walifanya makosa, wangipashwa kuambia wajua nini itakuwa wala voilà, uh, donc kujiria vizuri kuambia kwamba incomprehension inakuwa ya manque de communication mais à notre niveau déjà tusha alerte la couvre FARDC na les autorités uh, si civiles et bien provinciales il y a encore des jours na jana tena tuliongea na excellence elakano

Ile nafanyika meme dans le moyen plateau ya ya Uvira. Pourquoi maintenant ville ya Uvira watu wako na kamata mebasha kuwa na rythme ya mzuri ya activité tukuwe kila wakati watu wanawezasikia woga na masisi kulia ile ko mshirika la kiraia naweza kuambia kwamba tunaikomesha, na nawaza kwamba e kwa tunaendelea kufanya warudie tu vatu warudiekonormani. Duru yetu imeongeza kuwa ni vema hali ya kushirikiana iwepo kari ya makundi hayo mawili. Kwa nini? Kwa kuwa na uhusiano bora ndio irafanya wawe nguvu, kwani umoja ni nguvu na utengano ni uzaifu. Mafikiri Mashimango amerudia mara tena kwenye TV yako bien sur uh, pako tatizo kidogo, kwa sababu mambo yalipitikana Uvira na Fizi ileta woga kwa askari fulani, lakini pour le moment uh, nawazake tuko na evoliwe uh, na wakati kwa leo ilisema kwamba banapasha kolabore pour la securite nationale. FRDC anapasha kukolabore na, na mzalendo na mzalendo anapasha kukolabore na, na FRDC na ambapo tutaona kama kati yao pako wadui pako wewe wako na, na M23

ule FARDC ule serikali amunye iko pale na susi ya kwanza ya security ya nchi, kwa sababu watu wa Uvira, watu wafizi wameshimama affect determination kwa juu ya kuangalia kisi wa kokoa Kongo yetu, haiko wa watu wanatoka pembeni au watu wenawana susike, tunaweza waitikia waenemaili mabetize yao huko. Katika kisanga cha Ubwari ni kwamba baba mmoja mwenye ukadiriwa kuwa na umri wa miaka arobaini amejeruliwa vikali sehemu ya kinwa baada ya kufyatuliwa risasi na watu ambao bado kujulikana, usiku wa Jumatano wa tariki saba mwezi Mei 2025 katika kijiji cha Some ndani ya kisanga cha Ubwari tharafanifizi. Akiwa katika maojiano na TV yako, mke wa mwanga huyo amesema kuwa kitendo hicho kimefanyika wakati mume wake alikuwa akitoka kuangalia mechi kati ya PSG na Arsenal mida ya usiku, na ndipo alimfyatulia risasi kwenye kinwa kama alivyoeleza, patumsikilize yeye alikuwa tumemaliza kula, akaniambia kama naenda mpirani. Akapita naenda mpirani, wenda mpirani. Wakati mpira uliisha anapanda sasa, naenda nyumbani. Kwenda nyumbani, kulikuwa mtu nyuma yake anamfata yeye, hajui kama nini, nini. Sasa huyo mtu kufika mbele kidogo, anataka kufika karibu ya nyumba, ndo akampiga risasi moja tu, mpaka na mimi nikashituka, juu niko na ugonjwa wa moyo, nikapiga kelele ya nikapita na shegama kwenye tandiko, nikatia kifua chini. Muda kidogo akapiga kelele, akamwita mwipwa wake Sadi, ndo tukaikaa muda kidogo, nasikia kumlango mtu anafanya, ndo nikaita baba Adija eh? nikapita nafungua mlango wakati nilifungua mlango kuja kuona mwenzangu mwili wote ni damu, nikamwamsha fie wake, baba yako amekufa pale pale tukapita tunapiga kelele, wale wa, wa nini wetu wote wakaamka, ndio kufika pale, akasema sisa tujaonaga hivi, tuchukue tu mtu tupeleke kwa hospitali, ndio akamchukua kufika mpaka kwa hospitali, kwa hospitali kuja kutizama Aa. Mtaenda Baraka, ndo akatusafirisha, tukaja kulingana na hicho kitendo. Mungu anjalie tu mme wangu apone. Mpaka venye tulifika ku hospitali watu wanaenda wana. pande upande wa serikali walikuwa kulikuwa wote wakakazangu pande walikuwa ni wa serikali wa vitengo ya serikali ya chefu, Chefu Katami wakasema watulete Baraka, kwa hali yenyewe mgonjwa yuko, mumvushe mumpeleke Baraka kama hivi mchana, ndo watajua kuongea. Na katika muji wa Baraka ni kwamba pesa milioni 12 na laki 3 faranga za Kongo, dola 240, kompyuta, simu aina android na idadi kubwa ya dawa kupelekwa hao. Ndio matokeo ya kitendo cha wizi kilichoendeshwa na watu wasiojulikana ndani ya duka la kurangulia dawa, dawa Marcofar usiku wa kucha Alamisi ya tariki 8 Mei 2025 mjini Baraka. Kwa jambo hilo uongozi wa shirika husika na wamiliki wa duka za dawa umelaani vikali kitendo hicho. Akiwa mwenye huruma, mmiliki wa duka la kurangulia dawa liitwalo Marcofar ameeleza hapa ni namna gani tukio hilo lilitokea. Mimi nakuwa na desturi ya kufika hapa masaa trente wakati nifikile 6:30 daire nikakuwa itune bariere ya inchi, nakuta nakuwa wazi, nikasema sikumasa, nikasogea naangalia kumulango hivi, ile ma porte clé yote, tuna, tuna ingila ma cadena yote. Mi nakuta hatukuti nao baisha vunja masa koma, niguse mlango hivi inanifata yote, mlango yuko wazi, nikasema oh, bana banani pale, nikwashijaingia ndani Nikakokota hapa nikasema nshite ingia, acha niite bat. Nikaita bat, wasa tufungule kwa mwangalie, mlango na huko kokote mlango uko wazi. Kufungule hivi, grillage nazo ziko wazi. Kwa ingia ndani, kio kuta sale yote baisha mwanga, madawa ma document ya mbiro bitu yote bana mwanga chini. Alikuwa na chakula kile kile, banapenda ile dawa, banapenda njoo bana kwa madawa. Iko makulia hapa, bana beba, bana nyangula yenye baitosha huko. Yule bana panga ma carton yote kwa pale ya vide, bana panga, bana beba. Na kule ku kofre yangu nakuta kofre kufungua tu, na ilokota kule nje, ndio nenda lokotea fungua mkofre, mlikuwa tu wa alao, kuko case interne ya chini ile bakavumbula kule chini mlikuwa 12 milioni na 240 dollars, biote bakabeba ordinateur ya marque ya, ya, iPhone bakabeba telefone ya service Samsung S20 plus, bakabeba saki mbili za original zangu mu za, za kubeba mashine na zingine za kubeba madocument bakabeba bon jusque là si identifier tu mabitu tungine parce que ngale mpele passé mais mon bitu ya valeur ndio bitu binyi nakuta ninapotea, dawa njo si na hesabu vraiment dawa ziko za mingi. Ndio baada ya sisi kusikia habari kitu ya kwanza ni tuma habari ifike kwanza kwanza kwa wazalendo tukaenda kuita wakubwa wa kizalendo lakini hawakupenda kuja wao. <laughs> walipenda tuwaambie nani mwenyewe aliiba, sio shia tuna presidio ya mtu mwenyewe aliiba. Kisha kusikia kama wazalendo nakatala, NR, na katala ANR, ikakuya bureau de inakuya kufanya enquete, nayo inatuambia batafuatilia me jusque la hakuna solution. Wa sina desturi ya ukaa nje, nikaingia ndani mimi, natoka 6h45 natoka nje 17h30 sitoka nje. Ndio kitu kingine naomba, ni vile bureau de ilikamata ile responsabilite na ANR inasema iko mankete, nachunga wafanyizie kazi Mwisho yo Bwana Wilonja Nondo Mamba Far, mwenyekiti wa wamiliki wa duka za dawa tarafani Fizi na muji wa Baraka, amesema kuwa kirendo hicho ni cha kuzunisha sana, kwa akiomba vitengo husika na usalama kuwajibika vyema kwa, kwa kila mara wao ndio walengwa. Ndiyo tulishangaa sana tukisema kwa wakati wote tunaishi huku kwetu Fizi e, na waza tukisema hii wakati tuko nao ni wakati yenye tunaweza sema ni security iko ya zaidi kwa sababu vikosi mbalimbali, mavikundi mbalimbali, mbali, wazalendo wako pale, wa, wa kutoka Burundi, wa jeshi wa Burundi wako pale, wa FARDC wako pale, lakini kitu cha kushangaza sana tunase wakati tunasema ni wakati wa unapasha kuwa na security ya mingi ndio vitendo vya wizi vinaendelea kuongezeka ndani ya sekteri yetu. Tulishangaa mambre wetu eh, responsable eh, wa farmasi Marco Fara niita asubuhi kusema wajambaze waliingia ndani ya duka yake busiku, walibomoa mlango, wakabeba pesa 12 milioni de francs congolais le wakabeba ordinateur moya ya marque iPhone, bakabeba na masimu zingine na bakabeba na maproduit pharmaceutique muli masitiki tuko ba victime. Oro ni wakati ndo tungependa kupata sekirite ya mzuri kwa sababu tuna vikosi mbalimbali na magrube mbalimbali zinafanya sekirite ya inchi. Ni kitu ya kutushangaza sana. Mimi naomba kwa waongozi wenye kusika na usalama wajue kama sekta ya mafarmasi sisi tunafanya kazi ya watu. Ile kazi ya farmasi, kazi ya dawa ni kazi ni ya maana, naomba ikuwe na sekirite ya mzuri sana. Lakini kwa leo vrema hatuna sekirite. Tungi waomba sana servuple, kuanza na wazalendo, kuanza na wa fardese, kuanza na wa fardese, kuanza na wasoda wa kutoka wa nchi za kigeni wajue kama wako pale kwa ajili ya sekurite yetu sisi na mali zetu, lakini seti kontrere leo jambaze wana multiplie sana ma, kuporapora kuporapora mafarmasi zetu. Tungiwaomba serikali ijifunze kama serikali kwa pale ni ijifunze serikali iko pale ni kwa ajili ya watu, ni kwa ajili ya populasio, na sisi ba operateur ekonomi si eh, wachuruzi si wa tunafanya kazi kubwa, kazi ya kulipa matakse za leta. Lakini mkutoza matakse Serikali inakuwa haraka mkutosa, lakini kitu ya kushangaza havapendi kufuatilia sekiri yetu yai. Tunaomba kwa serikali w kama sekteri inalomba, tukue sekirite, tuturuzi, nyapo, ya mafarmasi inalomba tukuwe na sekirite tuturuze tutembee vizuri. Ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almas. Usisahau ku like kushana kusubscribe, uliwa kwanza kupata taarifa zetu. bye bye.